Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, abela kwanza kwa kuwakaribisha katika siku hii ya kipekee katika historia ya masoko ya mitaji nchini Tanzania. Ni siku tunayoandika ukurasa mpya wa ubunifu, ushirikiano na matumaini mapya kwa wawekezaji, siku ya kuorodheshwa rasmi kwa bidhaa yetu mpya Vertex ETF kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. mfuko wa uwekezaji wa pamoja Vertex ETF umeweza no? kupata idadi ya wawekezaji zaidi ya elfu sita mia tatu na katika hawa kuna wawekezaji wapya, na hii hali inaenda sambamba na mpango wa serikali katika masuala mazima ya uchumi. Vertex inapenda kutoa ahadi ya dhati kabisa kwa Watanzania na wawekezaji wote kwamba itasimamia huu mfuko wa weledi mkubwa na kuhakikisha wawekezaji wanafaidika na matunda ya uwekezaji. Ndugu wageni walikwa, mfuko wa Vertex ETF una tofauti na mifuko mingine ya uwekezaji wa pamoja iliyoidhinishwa na CMSA, kwani mfuko huu unaoorodheshwa kwenye soko la hisa na unatoa fursa kwa wawekezaji kuuza na kununua vipande vya mfuko ambao unawekeza kwenye kampuni zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa. Mfuko huu umebuniwa kimkakati kwa lengo mahususi la kuwekeza kwenye kampuni zenye utendaji mzuri zaidi na hivyo kuongeza ukwasi katika soko la hisa na kupanua ushiriki wa wawekezaji katika masoko ya mitaji. Kwa mujibu wa sera ya uwekezaji, mfuko wa Vertex utawekeza kwenye hisa za kampuni zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ambazo zina utendaji mzuri zaidi ambapo uwekezaji utaanza kwenye hisa za benki ya CRDB, benki ni ya NMB, kampuni ya uwekezaji ya Nicor pamoja na Dar es Salaam Stock Exchange na kampuni ya Afri Prize. Nice. Vertex ETF opening a new chapter in investment. Jesus karibu kuweza ku ring the bell kuashiria opening.